Naam, shalom mtu wa Mungu, bado tupo katika mwendelezo wa darasa hili linalohusu karama mbalimbali mbali za Roho Mtakatifu na tumekwisha kuona karama takribani saba zinazohusiana na Roho Mtakatifu, na tupo katika kundi la mwisho kabisa katika kundi mama la karama za madhihirisho, na kundi hili ni karama za usemi. Ni karama za usemi kwa sababu Roho Mtakatifu anatumia vinywa kusema ujumbe wake kwa kanisa. Na karama hizi tunaziona zipo tatu, ambayo ni karama ya unabii na karama ya aina za lugha pamoja na tafsiri za lugha. Tumekwisha kuona unabii, na hapa tunaenda kumalizia hizi mbili za mwisho, aina za lugha na tafsiri za lugha. Tuanze na aina za lugha. Hizi aina za lugha ni zipi? Kwa nini maandiko anatumia aina za lugha kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura 12 kuanzia ule mstari wa 8 mpaka ule wa 10. Karama ya lugha ni ipi hii? Ni karama ambayo Roho Mtakatifu anayeachilia kwa waumini na kuwapa uwezo wa kuzungumza lugha ambayo hawaijui kuzungumza kwa lugha ngeni ni sema. kwa hiyo Roho Mtakatifu anaachilia uwezo wa mtu kuzungumza lugha mpya ambayo haijui au hajawahi kujifunza, hiyo ni karama ya lugha au kunena kwa lugha. Karama ya lugha ni pana sana. Kuna lugha nyingi sana katika uh, eneo hili. Ndio maana kwa nini inaitwa aina za lugha? Kwa nini inaitwa aina za lugha? Kwa sababu ziko lugha tofauti tofauti. Sasa kwa nini ziwe lugha tofauti tofauti? Ni kutokana na madhumuni ya hizo lugha, zinakwenda kutimiza kusudi gani? Kwa hiyo Mungu katupa hizi lugha, wengine wamepewa lugha zote, wengine wamepewa lugha baadhi, lakini hakuna muumini hata mmoja asiyekuwa na lugha moja hapo au chache kati ya hizi. Sasa tuangalie hizi lugha tofauti tofauti ni zipi na tunaziangalia kutokana na madhumuni yake kwa muamini. Kundi la kwanza la hizi lugha ni lugha ambayo inaachiliwa kama ishara kwa watu ambao bado hawajaamini ili waweze kuamini. Sasa tunaiona wapi lugha kama hii? Tunaiona katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea siku ile ya Pentecost. Maandiko yanatuambia watakatifu walikuwa wamekusanyika mahali pamoja, na ghafla kutoka mbinguni kukaajilia uvume wa upepo, na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Alipojazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha, na zile lugha alipokuwa ananena Mungu aliziachilia ili lengo awavute watu ambao hawajaamini. Kwao zililetwa kwa lengo la kuwavuta watu ambao hawajaamini. Sasa ukisoma pale utaona waliweza kuzungumza lugha ambazo hawajajifunza, walikuwa wanazungumza lugha za kibinadamu na hizi lugha zisipo katika makundi mawili. Kuna lugha za kibinadamu na lugha za rohoni au za malaika. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza na ule wa pili inasema hivyo hivyo kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, mimi si kitu. Maana kwamba kuna lugha za wanadamu na lugha za malaika. Sasa hizi lugha ambazo ni ishara kwa watu wasioamini, mara nyingi zinakuwa ni lugha za wanadamu. Ni kwamba Mungu anaingia katikati ya kanisa, anaanza kuzungumza lugha ambayo yule mgeni aliyoingia pale anasikia, lugha ambayo wale watu walioko pale waijui ndivyo ilivyokuwa katika siku ya Pentekoste. Walikuwa wamekusanyika wote mahali pamoja. Wakashangaa wale wenyeji wanasikia, wale wageni wanasikia wenyeji wakizungumza lugha za huko mbali walipokuwa wametoka. Sababu watu walikuwa wametoka kwenye mataifa mbalimbali. Chukulia mfano sisi tuko Tanzania hapa. Tunazungumza Kiswahili. Alafu ghafla tunaanza kuzungumza lugha ya Kichina, tena sio kile Kichina bali lugha ya kabila fulani la Kichina huko ndani. Alafu ile mchina huko pale katikati yetu anasikia anasema watu wamejifunzia wapi lugha ambayo katika jamii yetu hata sije kuona watu kama wamefika na akisikia yale maneno, anasema pale, anamtukuza Mungu au pengine anazungumza kuhusiana na Yesu Kristo, anakubali na kutubu. Ndivyo ilivyokuwa kwa wale watu walikuwa pale Yerusalemu. Mungu aliruhusu lugha zitamkwe, na zile lugha wakazielewa, wakaanza kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ni ishara kwa watu wa ambao hawaamini. Kwa hiyo Mungu anaziachilia lugha hizi kama ishara kwa watu ambao hawaamini. Maandiko anasema lugha hizo ni ishara kwa watu ambao waamini, ndo kama hizi sasa, unazungumza lugha ambayo si ya kwako, ili Mungu awasikilizishe maneno yake katika lugha zao. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza ya lugha ambayo Mungu anaiachilia kwa wakati wake. Lakini aina nyingine ya lugha ni lugha ambayo kama kiashiria cha kupokea Roho Mtakatifu, kiashiria cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Mungu anaachilia lugha nyingine ambayo mtu anenena. Sasa hii inakuwa ni lugha ya rohoni au lugha za malaika. Unakuta mtu anajazwa roho sasa hiyo anaanza kunena kwa lugha. Ijapokuwa sio lazima mtu ajazwe roho anene kwa lugha wakati huo huo wa Roho Mtakatifu. Ukisoma maandiko mengi sana utaona wengi waliojazwa waliopokea Roho walinena kwa lugha. Ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume 2:38, Mungu aliwaahidia hivyo, lakini ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume Uh, ile 10:48 utaona pia watu uh, ile nyumba ya Cornelio walibatizwa pale pale, Roho aliposhuka kanena kwa lugha. Ukisema, uh, uh, uh, Matendo 19 mstari wa kwanza mpaka tano utaona kule Efeso, Paulo alivyoweka mikono juu yao akapokea Roho kanena kwa lugha. Kwa hiyo ni ishara ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wengine wanapojazwa na Roho Mtakatifu, wengine hapo hapo wanaanza kunena kwa lugha, ile ni lugha ya ishara. Kwa hiyo inaweza katokea wakati ambapo unajazwa Roho. Kwa hiyo maana ni kwamba sio lazima kila wakati ambapo mtu anajazwa roho idhirike kunena kwa lugha hapana. Wengine walijazwa roho bila hata kunena kwa lugha. Mimi nilijazwa roho bila hata kunena kwa lugha, maadhirisho mengine yalitokea, lakini pia ni lugha ambayo Mungu anaiachilia katika mjazo wa roho. Kwa hiyo ni aina moja hapo ya lugha, lakini pia lugha nyingine ambayo Mungu anaiachilia ni lengo la kujenga, kutujenga sisi na kumfanyia Mungu ibada. Maana kwamba kujengwa nafsi zetu. Ukisoma kile kitabu cha Korintho wa kwanza sura ile ya 14 mstari ule wa 2 mpaka 4 anasema hivi. Anasema Ah, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali usema na Mungu. Maana hakuna sikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye autubue asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Angalau mstari wa anasema yeye anenaye kwa, kwa lugha ujijenga nafsi yake bali autubue ulijenga kanisa. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni kwa lengo la kujengwa nafsi. Sasa hii ni aina nyingine ya lugha ambazo Roho Mtakatifu anaziachilia sasa kwa waamini wote. Waumini wote kujengwa nafsi, lakini pia maombi. Ukisoma kile kitabu cha Warumi 8:26 mpaka 27, maandiko yanasemaje? Yanasema Roho naye utusaidia madhaifu wetu, kwa kuwa anaugua usivyoweza kutamkwa, anatusaidia kuomba kwa kuugua. Kwa hiyo kuomba kwa kunena kwa lugha hapa kunakuja kwa makundi yote ya watu. Kwa hiyo ndio maana kwa nini we, kama mwamini unahitaji pia kunena kwa lugha ili ujengwe nafsi. Na karama hii ni kwa watu wote tunapomuomba Roho wa Mungu anatusaidia, lakini pale pia tunaporuhusu Roho wa Mungu aombe pamoja na sisi. Kwa hiyo maombi ya kunena kwa lugha yanakuja hapa ili tujengwe nafsi, kwa sababu sio tu maombi yako mwenyewe unaweza ukajijenga nafsi, lakini pia maombi ya kunena kwa lugha yanakupelekea kujengwa vizuri nafsi. Mtu ambaye ananena kwa lugha nafsi yake inajengwa vizuri kwa sababu Roho Mtakatifu anaomba pamoja naye katika nafsi yake. Sasa, lugha kama hii haihitaji kutafsiri kwa sababu ni lugha ya mtu mwenyewe na Mungu kuzungumza naye. Kwa hiyo hii inakuja katika maombi. Roho wa Mungu anaugua ndani, unaanza kunena tu, unaanza kunena tu, lakini pia wakati ambapo unaomba, unaomba ro na Roho Mtakatifu anajikuta maneno yanatoka mengine, yatamke ya nene, usiogope, nena, nena, nena, kwa sababu ni kwa faida ya roho yako na nafsi yako. Kwa hiyo ni lazima ujue, hii ni kwa ajili ya watu wote, lakini pia uh, lugha nyingine ni kwa lengo la kulijenga kanisa. Ishara nyingine ni kwamba kwa lengo la kulijenga kanisa, kuna lugha ambazo Mungu anaziachilia kwenye kanisa ili alijenge kanisa. Ndio hapa tumesoma anasema yeye autubuye analijenga analijenga kanisa, maana kwamba anayetoa tafsiri analijenga kanisa. Maana kuna lugha ambazo Mungu akileta, lazima alete na tafsiri yake. Je, watu wote wananena wa kwa lugha? maana kwamba sio wote wanaweza akawa na neno kwa lugha kwa lengo la kujenga kanisa kulifariji kanisa, bali ni kwa watu wenye karama ambayo Mungu kaapa hiyo aina hiyo ya lugha. Yeye anaweza akawa na paza sauti, Mungu anampa anampa kuzungumza ile lugha. Na ile lugha baadaye mwingine anaelewa na atolea tafsiri. Tutaona kwenye tafsiri za lugha. Au mwingine anaisema hiyo lugha, lakini anaitolea pia tafsiri. Hii ni kwa lengo la kulijenga kanisa. Mungu anatoa unabii kwa kupitia kinywa cha ule mtu kwa ile lugha anayoisema. Kwa hiyo hii pia sio kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo hizi ni aina za lugha kulingana na madhumuni yake, ndio maana anasema aina za lugha. Kwa hiyo katikati ya hizi zote kuna hii ya kujengwa nafsi ambayo kila mmoja atakuwa nayo, lakini hizi nyingine zinaweza zikaja kutokana na mtu na mtu, na jinsi Roho wa Mungu anavyotaka kufunua kulingana na mtu na mtu. Hivyo basi tumeshakusha kuona hizi lugha, tuende katika karama nyingine ya mwisho ambayo ni fasiri au tafsiri za lugha. Tafsiri za lugha maana yake ni nini? Ni Mungu anampa mtu uwezo wa kutafsiri, wa kuelewa lugha inayonenwa na kuweza kutafsiri kwa lengo la kulijenga kanisa. Mtu anachukua anaelewa lugha, anaitafsiri kwa lengo la kujenga kanisa, kwa sababu mfano ndio yule mmoja anakuja anasema, ana sauti, anapaza sauti juu sana, anajikuta anashindwa kujizuia ile sauti ya roho katika lugha nyingine. Mwingine hapo hapo anapewa kuelewa ile maneno kwamba Mungu anasema hivi, anakuja kutafsiri kwa watu. Lakini pia hii inakuja kwa namna nyingine. Mwingine anapewa mara nyingi, wengi wanaopewa ku, ku, ku, ku, kufasiri lugha anapewa pia kunena kwa lugha, yeye ananena na yeye pia anatafsiri, anapewa kutafsiri katikati yale maneno anayonena. Labda ananena, ananena, ananena, baadaye anasema, Mungu anasema niko katikati yenu, wana wangu, ninawapenda nitawatumia nitawainua nitawapatua, mtafanikiwa na mtakuwa baada ya kuyanena ile maneno anatoa tafsiri yake. Kwa hiyo Mungu anatoa pia nafasi katika namna hiyo kulijenga kanisa lake. Hayo utasoma wapi? Kwa lile ambalo mtu anapewa aweze kutafsiri maandiko anasema kama umeweza utakuwa na sauti. Unatoa neno la kunena katikati ya kanisa unapaza sauti, afu hakuna mfasiri, afadhali ukae kimya, unene na nafsi yako. Ukisoma Wakorintho wa 1 sura 14 mstari wa 27 na 28 inathibitisha hilo. Lakini ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 13 inazungumzia hiyo kwamba mwingine atapewa leneno na apo hapo aweze kufasiri. Kwa hiyo hii ni karama ambayo pia inatenda kazi sana katika kanisa, na zote tunazihitaji ili Mungu aweze kutusaidia katika kujenga mwili wa Kristo na kufurahia utukufu wa Mungu ndani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo naamini mpaka hapo utakuwa umeshapata kuelewa karama ya kunena kwa lugha na karama fasiri za lugha na unabii katika kanisa, ambazo Mungu anatumia kuzungumza ujumbe wake kwa watu wake na kuwajenga na kuwatengeneza. Hivyo basi hizi ni karama tisa zote tumekusha kuziona kwa undani kabisa na uchambuzi wake karama za madhirisho ambazo Mungu anatenda kazi katikati yetu. Ikiwa basi ujapata mwendelezo, ukiwa basi ujapata madarasa ya nyuma na kushauri uendelee kuyapitia na baada ya darasa hili basi tunaenda katika sasa kuangalia kundi lingine la karama za usaidizi au masaidiano. Karama za usaidizi au masaidiano. Hizi karama, karama tunazisoma kwenye kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa sita mpaka nane. Mungu akubariki sana tukutane katika darasa hilo na Bwana akutie nguvu. Shalom.